Kwa watu waliokuwepo mikoani, naelewa, lakini watu waliopo huku sehemu zenye bahari bahari, pwani pwani, Dar es Salaam, Zanzibar, mtu anakaa Forodhani, Tanga, halafu unakuwa hauli pweza usiku, mwanaume yani anakuwa iniingia kilini kabisa, kwa sababu <coughs> na sisi ndo tunaongoza kuongoza kula wali. Haya, ndio watu wakua naongeza kula wali Wali wa nazi, wali nini. Sio mara moja moja, ni kila siku. Hicho ni kitu kibaya sana, kwenye anakitambi kwenye anapambana hapungui kwenye hana nguvu za kiume. Sikia, pweza ni samaki, nasema seafood ni, ni, ni samaki ambao wana madini ya zinki sana. Okay, nadhani wengi mnanoga ma supplement ya kuongeza nguvu za kiume, kuna kitu mnasikia kinaitwa zinki, sawa au zinki wa pumbu kwenye kwenye hizi pweza ni za kutosha vibaya mno, sawa? So eni pweza ukute pweza amekaushwa yani pweza huwa na madini yake yale yale, yani umemchemsha kidogo kwenye supu, unakunywa supu yake, unaenjoy, unapata madini mengi na okay? kuwa ya kutosha okay. Zinc ni muhimu sana kwa mwanaume kama ilivyokuwa magnesium muhimu kwa wanawake. Zinc ni muhimu sana okay, kwa wale wanaoishi wana heavy metals, umepisha pikia msijuma ma sukuli ya teflon, ume una umesha ume af kuwa affected na mambo mercury ni kila kitu, inasaidia sana okay, hiyo mwili wako si, u, u, uache ku absorb haya matakataka yote. So enjoy vyakula vya, vya zinki especially huu unyama hapa. Na oh, wapweza ni muhimu sana wanaume ni muhimu sana. Na uhitaji kula siku moja. Unajua kuna wanaume ambao wanasikia ah, mimi na kula siku moja kwa sababu kesho na kipengele. No. Kula consistency na utaona maajabu yake kamili. Mm. Kanya maji umekula hivi. Unakula kidogo tu. Sio lazima ushibe sana. Eh, unaweza kupata zako hapa gimbi, eh kiazi kitamu, eh boga. Huh? E, vitu kama hivyo. Sawa. Lakini mtu unakuta anapendelea ugali, anapendelea wali usiku, yani kitu kibaya sana, kitu kibaya sana. Okay, yani ukinywa supu ya kutosha, unashiba vizuri, unashiba una enjoy, yani unakisha una hapo, unaongeza kande mkako, unaongeza vitunguu, yani it's amazing. Unapata vitu <coughs> faida mara mbili, lakini wengi hawajui. Kwa ukishakula vyakula vibaya pia, pia na vinafanya vina ushindo kuabsorb vyakula vingine vizuri, ndio maana tunasema Uh, kwa watu ambao wana matatizo ya ya presha, tatizo sio sukari, i mean tatizo sio chumvi, tatizo na nyingi na kwaga ni upungufu wa potassium, na kwa sababu wa, potassium ndio kwa sababu alipata chichi. So hii vitu huwa vina vinaingiliana sana okay. Kwa mfano nakula junks afu nakula nyama, huwezi ku absorb iron, umeona? Huwezi ku absorb vitamin B, unazuia una, una broke. Kwa hiyo jitahidi kula vyakula halisi eh. Sikio tangu asubuhi, usiamke usile asubuhi mchana zako na mayai, parachichi, mkabichi, complex labda maharage, viazi maboga. Usiku unapata hivi safi.